tumewafanya vibaya timu nyingine huku, wakina Horoya kutoka Afrika Afrika Afrika ya, ya, ya, ya, ya upande huo mwingine, lakini Mwarabu kumchakaza hatujawahi, kuwachakaza Waarabu. Kwa hiyo itakuwa ni zamu ya Al Masry kumchakaza Benjamin. Hilo sisi wala hatuna mashaka nalo, na wachezaji wamenithibitishia hilo, ya kwamba jukumu lako Ahmedi Tembeza kispika nchi nzima, mashabiki waje pale Benjamin Mkapa, mengine mtu wache sisi. Kufanyaje ya kugotea robo fainali takriban tano mtawalia zimetupa eh, mafunzo makubwa sana ya kwamba tunapaswa kutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani. Na ukiangalia robo fainali zote ambazo tuliangukia pua, zote hatukufanya vizuri sana katika uwanja wetu wa nyumbani Kuro. robo fainali ya kwanza na TP Mazembe ilikuwa ni bila bila, kama sikosei hapa, eh? Bila bila tukaenda tukafa kwao mabao matatu. Maana yake ni kwamba hatukutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani ambao ni Benjamin Mkapa. Ndivyo hivyo, robo fainali na Orlando, robo fainali na Wydad, robo fainali na Kaiza. Kwa hii robo fainali, nguvu yetu kubwa ni nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, tutatumia kila nguvu tuliyokuwa nayo kuhakikisha kwamba Simba anakwenda nusu fainali. Kwa hiyo funzo kubwa ambayo tumelipata ni kuhakikisha tuna utilize vizuri uwanja wetu wa nyumbani, na tarehe tisa itakuwa ni matumizi sahihi ya Benjamin Mkapa. Mnyama anakwenda nusu fainali, ndugu zangu. Hilo wala halihitaji ramli, uh, kusema... matamanio tuliyokuwa nayo uh, shauku tuliyokuwa nayo kiu, tuliyokuwa nayo ndiyo ambayo inatupa ina, ina imani ya kusema ya kwamba huyu tutamchakaza. Tushamfunga RS Berkane goli moja, tushamfunga Al Ahly bao moja Widad bao moja. Hawa wote ni Waarabu tulikuwa tunawafanya vibaya. Sasa huyu ni Mwarabu ambaye hatutakiwi tu kumfunga, kwa sababu tumeshawafunga Waarabu wengi huyu inatakiwa tumchakaze, na hiyo kazi wanasimba tunaiweza, wala hatuna mashaka nalo. Kwa nini tunapata shauku hiyo? Kwa sababu tunataka kuvuka kwenda hatua inayofuata, sio kwa sababu ni mpinzani mwepesi. Ni mpinzani bora sana. Hata jana ukiangalia namna ambavyo alikuwa akicheza unamwona kama mzembe fulani hivi, lakini ana maarifa mengi. Sasa ni mpinzani mgumu, lakini kwa namna ambavyo tumejipanga na tunakwenda kujipanga na namna ambavyo tutaingia uwanjani tarehe tisa, imani yetu ni kubwa ya kwamba mnyama anakwenda nusu fainali. Ahmed, mashabiki wa Simba pamoja e, na viongozi ambao tumezungumza nao wanaonekana kuwa na imani sana na mechi ya nyumbani, na tumesikia pia mwenyekiti anasema kwamba uwanja wa Afrika, uwanja wa Benjamin Mkapa, inakuwa ni ngumu muhimu kila mwanasimba ni kununua tiketi, yaani hilo ndio jukumu la mwanasimba ambalo yuko nalo hivi sasa. Uh, wapo wanasimba wenye maoni mengi, tungefanya vile tungefanya hivi, angetoka yule angeingia yule, hayo yote kwa sasa hayana nafasi chenye nafasi kwetu wanasimba ni kununua tiketi. Tuko nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, tunajua namna gani tunapaswa kunufaika na Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wanasimba, wao jukumu lao la msingi ni kununua tiketi, tukutane Benjamin Mkapa. Mimi niwaambie tu ya kwamba hatutawaangusha, na wale wote ambao wamekata wame, wame tamaa wakumbuke mechi na Sfaxien. Wapo watu ambao walishaondoka uwanjani alafu wanafika getini wanasikia shangwe nyama tayari, ame, ame, amefuzu kwenda robo fainali. Kwa hiyo hii sio Simba ya kuikatia tamaa. Hii ni katika Simba bora ambayo tuko nayo kwenye kizazi chetu. Ni Simba ya kuijaza matumaini, ni Simba ya nusu fainali. Ahmed, unawaalika na, na watani pia safari hii Tumekusudia sio tu kumfunga, ni kumchakaza Al Masry. Ah, sio utam utam, ni zile mechi zenye pointi, eh, yeah, yeah, uh, yeah, unachukua alama, unachukua alama. Mm. Eh, sasa hii maana yake hii hatujagawa utam kwa sababu mechi haijaisha bado yeah. Eh, hii kuna accumulative utam, yaani yule wa mwisho <laughs> atakayefungwa mwisho <laughs> ndo amegawa utamu e... ndo na, anayecheka sana, hii jambo jepesi sana, sana, sana. <laughs> kuna... yeah. Ah, yeah. hii sa mm -hmm. Yes. wa mm -hmm. Yeah, temeno tena tena tena ah, yetu <laughs> <laughs> tunapita hapa kwenda kucheza na Zamalek Nusu finali eh mpita hapa unaweza nasema. Eh ni Warabuni. Tukimaliza naye huyo tunakwenda kucheza na na nani? Na Berkane finali. Eh. Eh line yangu line yangu ya ya Misri hapa sijaitupa. Eh kwa sababu katikati ya mwezi wa 4 tunarejea tena Misri. Kwa sababu sijaitupa line yangu hii hapa hii. Ina kila kitu baba <laughs> eh.